Madrid dabi hii imetoka Madrid, mm, mji mkuu wa Hispania mpaka Saudi Arabia. Kwa nini imecheza Saudi Arabia? Hmm. Hii ni miongoni mwa kampeni za chama cha soka cha Hispania kwenye kutafuta pesa nje ya Hispania. Mm. No, na umeona umeona kwamba kule ndio kuna Saudi Arabia. Pia kulikuwa na mpango wa kufanyika Dhabi, mchezo mmoja wapo wa ligi kuu ya Hispania la ligi ya ndani ya nchi ya Marekani, lakini hiyo ngoma mpaka leo inapigwa chapuo kwa sababu

kwa eneo lile kwa mchezaji ama goli kipa lazima kwanza afikirie yule jamaa atatoa pasi Fede Vavede alirudi nyuma hatua kadhaa, mm, akaachia mkwaju bunduki. Sasa eh, kitu ambacho kimenifurahisha, mm, ni maneno ya kocha wa Atletico Madrid. Ameshinda Real Madrid, sasa hivi ana kukutana na Barcelona kwenye hatua ya fainali. Inachezwa wapi? Pale, pale, Saudi Arabia. Pale, pale, ambako watu wanataka hela. Waarabu wametia noti kwenye michezo. Sasa kocha wa Atletico Madrid alisema kwamba mm. alikuwa na mdhihaki nani Vinicius alimwambia kwamba Vini? Vini? Listen to the crowd. I hear whistle. Nasikia makelele yanakwambia, eh aeleweki yale, akaendelea, Remember what I tell you. Kaso tutafsiri, Florentino will kick you out of Real Madrid. Remember what I say kwamba kamwambia ukweli ee, lakini kamwambia ukweli na kwa nini kamwambia hivyo? Mm-hmm. Kwa sababu mpaka sasa hivi Vinicius bado anahusishwa na, na mgogoro wa ndani ya klabu kati yake yeye na kocha wa Real Madrid zi, nani Xabi Alonso. Lakini pia ndio ndio yeye anamwambia kwamba atakuondoa ataku, ataku, ee, lakini pia uh, Perez huwa hataki mtu ambaye anakuwa ni big kuliko timu. Cha kwanza ni timu cha pili ndio wachezaji. Kwa hiyo Vinicius amegomea kusaini mkataba uliowekwa mezani na Perez na Madrid manake. Mm -hmm. Mpaka sasa hivi kimekuwa ni kizungumkuti. Vini anataka hela iongezwe lakini Real Madrid wamemwekea pesa ambayo wao wanaitaka kwa Vini kwa kumlinganisha na kiwango cha sasa hivi. Lakini kwa nini yote anakuja? Ni kwa sababu mm sasa hivi Real Madrid wanacho kivutio kingine ukiachana na nani na Vinicius Junior. Wanaki kivutio mwingine nani? Ambaye ni Kylian Mbappe. Swali langu swali, he uliza, huyu Vinicius huyu ndo anahusishwa na Man U? Hapana, anahusishwa na Chelsea, ambao Chelsea wapo tayari kutoa euro milioni mia moja na ishirini na tano kuongezea na ishirini na tano nyingine. Wako wapi kuchukua tu kama tano? Hawa Man U kwanza atafute kocha. a a, Man U hana wachezaji, sio kocha. mtao mtao, unakumbuka message, unakumbuka message mbili za jana sasa hizihipi, nikukumbushe meseji mbili za jana, zote zilikuwa zinasema, Maniu tatizo sio kocha, tatizo ni wachezaji. Yani mimi, mimi sio mtu wa football sana mm, ni mtu wa kuchungua yani, mpira huo unanikuta mimi <laughs> kwenye mambo yako <laughs> siufatagi yani, mpira, siu mpira. <laughs> <laughs> lakini watanisamee penda si... wasio mpira <laughs> <laughs> si tofautishi sana Maniu mm, na Simba, okay. Yaani huo ndo uhalisia, kwa sababu mm. tusipoongea ukweli ni issue. Kwa sababu ukiwaangalia same time, Maniu Maniu hana wachezaji mm. ila ana kocha. Simba wachezaji si hmm. eh? si si sifuri wewe, Castro nini ni hmm. utatukanwa, acha nitukanwe, utatukanwa. Sijasema sifuri kwa maana ya sifuri sifuri, sio kwa maana ya sifuri sifuri kabisa eh. ila viwango vya wachezaji bado ni vidogo, wanachuma kimoja. Ukichambua Simba eh, Simba wana mchezaji anaitwa Rushine De Reuck kutoka South Africa, ni mwamba kweli kweli. Mtu anaitwa Nangu, huyo ni mwamba kulikweli Sawa, Acheza anyway, na Yanga ndio tutajua ni mwamba au sio mwamba. Kuna mchezaji mmoja wa Simba ndo alikuwa ku, sio kwanza sio pili kupewa kadi, kadi jana. Unazungumzia Ducho ambaye kapata kadi nyekundu sio Ducho, kaingia kama nani <laughs>